Sasa tumejadiliana nini? Leo utasema kitu gani kinakuja? Hata serikali isipokee. Isipokee lolote kwa sababu hakuna tuchojadiliana leo. Nyinyi waandishi wa habari, mashahidi mkutano meza kiuni na Mangungu ndo staili yake, na ndio maana wanachama hawamtaki kwa sababu hataki kuasikiliza wanachama na ndio wenye klabu yao. Sasa tumeendesha mkutano, ni mda wote ameongea, wao wanachama kila kitaka uchangia hawasikilizi, na mwisho anamaliza kiuni na anatoka hapa. Tunamwambia rudi kaendeshe mkutano, atukaribisha chakula. Tumekuja hapa, tumekuja kujadiliana pointi za msingi, anaendesha mkutano tafikiri harusi ya mwanaye. Hapana, kama Simba imefikia hapo, kwa kweli mimi binafsi sitakubali yeye. Na bodi lazima wakae, wakae wamwambie Mangungu, huu uendeshaji sio. Wasipomwambia na wao tunawachanganya, kwa sababu haiwezekaniki mwenyekiti anavuruga mkutano au uendeshi mkutano, bodi wajumba, bodi wako pale, haiwezekaniki. ni kipi ambacho ulikuwa unatamani kukiona na hujakiona? Mlikuwa mnahitaji nini nyinyi mashabiki na wanachama, baada ya kusoma zile sheria na taarifa ya bodi, nilitegemea sasa twende kugegadua, kwa maana ya kwamba watueleze. Ukisikia kwa mfano, nitakwambia wamesema tunaondoa Simba Sports Club. tunaondoa Mo Limited, tunapeleka kwenye bodi ya wadhamini. Mali zote za Simba zitakuwa bodi kwenye chini ya bodi ya, ya wadhamini wa Simba. Sasa kumbuka kwamba awali tulikuja na asilimia 51 ya mashabiki na asilimia 49 ya mwekezaji, ambayo uyo mwekezaji alishaonesha alishaonesha machungu yake au kuisaidia Simba kabla yajaa mwekezaji tukamkubali, baada ya sisi kuhitaji mabadiliko sheria